lakini kuna habari inaosema maskio kwa Samia hotuba ya kuvunja bunge masikio, maskio kwa Samia hotuba ya kuvunja bunge, e, bunge. Lakini alama muhimu zilizoachwa bunge la 12 likivunjwa, hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi. Na, sekta, e, tisa na sekta tisa kuibeba dira ya taifa elfu mbili na hamsini sekta tisa kuibeba dira ya taifa elfu mbili na hamsini. Lakini jab yataja kibano kwa waandishi wanaotaka nafasi za kisiasa. Jabu ya taja e, kibano kwa waandishi wanaotaka nafasi za kisiasa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele. Lakini kuachana gazeti la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye ni habari kubwa inayosema, Tanzania si sehemu salama biashara za dawa za kulevya. Lakini waziri mkuu Kassim Majaliwa, rais Samia ni darasa, asema ni mwalimu wa subira, utulivu, ujasiri lakini bunge la 12, kuhitimisho kuhitimishwa leo. Tulia awashusha presha wa bunge. Lakini Tanzania kuwania vipengele hamsini tuzo za utalii duniani na SGR kuanza kusafirisha mizigo leo. Lakini bado kuna habari unaosema sisem ya tia pini uchukuaji fomu za uteuzi, sisem ya tia pini uchukuaji wa fomu za uteuzi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo ukurasa wa mbele Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na kwenye gazeti la Zanzibar leo linaandika habari kubwa, ni sistemu itasimamisha wagombea wenye sifa, huyo ni Steven Wasira. Lakini Dr Mwinyi ahimiza mabadiliko vikosi vya SMZ, Dr Mwinyi ahimiza mabadiliko vikosi vya SMZ. Eh, SMZ, huku Dr Mwinyi kufungua QS Africa Forum 2025 lakini shusheni abiria kisonge, eh, siyo kupakia shusheni abiria Kisonge, siyo kupakia. Lakini tutaendelea kuwabana waingizaji wa dawa za kulevya, huyo ni Harusi. Harusi asema tutaendelea kuwabana waingizaji wa dawa za kulevya. Lakini mama Mariamu atunukiwa tuzo, hiyo ni habari kwenye gazeti la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti la Uhuru vijijini lenye linaandika habari kubwa inayosema e, Tanzania mwenyeji utoaji tuzo za utalii duniani. Lakini spika tulia Rais Samia amelitendea haki taifa. Huyo ni spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania asema Rais Samia amelitendea haki taifa. Lakini kasi ya Dkt. Mwinyi ya wakosha wazee, e, kasi ya Dkt. Mwinyi ya wakosha wazee. CCM ya yapiga marufuku misafara ya watiania, e, CCM ya wapiga marufuku misafara ya watiania. Lakini bunge launga mkono marekebisho mipaka hifadhi ya Nyerere, e, bunge la unga mkono wa marekebisho mipaka ya hifadhi ya Nyerere. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Lakini taifa Tanzania gazeti lako la uzalendo kwanza lenye linaandika Majaliwa, aichambua serikali ya awamu ya sita. E, huyu ni waziri mkuu Kassim Majaliwa, aichambua serikali ya awamu ya sita. Lakini Zitto Kabwe, kura ya mwananchi imepoteza thamani katika chaguzi tatu zilizopita hili ni gazeti lako e, la Taifa Tanzania, uzalendo kwanza. Lakini tuangazie sasa kwenye gazeti lako la jamvi la habari lenye linaandika majimbo, e, majimbo zaidi ya ihirii ya kaliwa, habari kwenye gazeti lako la javila habari. Lakini Rais Dr Samia alihutubia na kulivunja rasmi bunge e, i habari kwenye gazeti la jamvi la habari. mpiga marufuku sherehe uchukuaji wa fomu uh, system ya piga marufuku sherehe uchukuaji wa fomu kwenye gazeti Habari. Uh, gazeti lako la wamachinga sauti ya wanyonge, lenye Lukuvi azindua mfuko wa kudhibiti ukimwi. Uh, Lukuvi azindua mfuko wa kudhibiti ukimwi. Bunge la ridhia marekebisho mpaka hifadhi ya Nyerere na Chalamila ahamasisha E, wananchi kushiriki sabasaba. E, Chalamira ahamasisha wananchi kushiriki sabasaba, na Kasim Majaliwa akumbuka alichoambiwa na Rais Samia. Huyo ni waziri mkuu Kasim Majaliwa e, akumbuka alichoambiwa na Raisi Samia. Lakini tume ya umwagiliaji kuleta mapinduzi, mradi wa bilioni 33 Iringa. Tume ya umwagiliaji e, kuleta mapinduzi ya mradi wa bilioni 33 Iringa lakini kwenye gazeti la Mwanahabari, gazeti bora kabisa lenye linaandika waziri mkuu Dr Samia eh, ni mwalimu wa subira. Huyo ni waziri mkuu Kasim Majaliwa asema Dr Samia ni mwalimu wa subira. Lakini bunge laridhia marekebisho mpaka hifadhi ya Nyerere. Wananchi Handeni tuna imani na Msofe nafasi ya ubunge. Lakini rais Samia amelihudumia taifa eh, kwa haki katika kipindi cha miaka minne. Huyo ni spika Tulia Nambali inapatikana kwenye gazeti la Mwanahabari eh, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo. Lakini tuangazie sasa kwenye gazeti la Dira ya Mtanzania lenye linaandika, Majaliwa awahakikishia Watanzania amani uchaguzi mkuu. Huyu eh, ni waziri mkuu Kasim Majaliwa awahakikishia Watanzania amani uchaguzi mkuu. Lakini uchukuaji fomu wa tiania wapambe wapigwa marufuku eh, magari, pikipiki, baiskeli, ngoma, tarumbeta zazuiwa hiyo e, ni kuwatiania e, wa chama cha mapinduzi CCM, wapambe nao wapigwa marufuku. Lakini msama afunguka kuzushiwa umiliki wa nyumba Upanga, aeleza hajawahi kumiliki hata kibanda eneo hilo, ahusisha video inayosambaa na vita ya ubunge, asema yuko tayari kwa mapambano. Lakini kamishna TRA ataka wafanyabiashara kuepuka njia za magendo, ahimiza ulipaji kodi wa hiari. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Dira ya Mtanzania kwenye kurasa wa mbele. Lakini tuangaze gazeti la Kula Tanzania bora linaandika Rais Samia kufunga shughuli za bunge leo. Lakini kabali za ongezeka kwa kasi majimboni. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Kula Tanzania bora e, kurasa wa mbele. Lakini gazeti la Kula Mjasiriamali linaandika kwako mstaafu usikurupuke. E, kwako mstaafu usikurupuke. Na gazeti la Kula Busati lenyewe, hifadhi ibadan Ibanda maajabu yapo hapa. Hiyo e, ni hifadhi ya Ibanda e, nasema maajabu yapo hapa. Hilo ni gazeti lako la Busati. Lakini tukiachana sasa na magazeti ukurasa wa mbele, tuangazie kwenye michezo na burudani e, kwa asubuhi ya leo tunaanza na gazeti lako e, gazeti la Koladira yenye inaandika kocha Yanga ajivunia ya nyota wake ushindi wa dabi ya Kariakoo, lakini ahwa feitoto watajwa kuwa mamvp e, ahwa Feitoto watajwa kuwa ma MVP. Lakini bado kuna habari inasema kamati ya TFF yatoa orodha ya wagombea. Na gazeti lako la Mwanahabari habari linaandika awa Kamara wanukia tuzo za ligi kuu. Kocha ajivunia nyota wake ushindi wa dabi ya Kariakoo lakini Kikoti aipa Kosto kipaumbele. Na kuri gazeti lako la Wamachi ngalini linaandika Pakome aleta bonge la kiungo Yanga. Kamati TFF yatoa orodha ya wagombea. Katui la KMC ni swala la muda. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako eh, la wa machinga lakini eh, ahwa na Faitoto kuwa ni ya UMVP. Hiyo ni habari kwenye gazeti la wa machinga asubuhi eh, ya leo. Lakini gazeti lako la Jamvi la habari kuna michezo naandika, Simba walianzisha Yanga Faitoto imeisha hiyo. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika eh, majaliwa aungana na Rais Samia kuipongeza Yanga lakini kocha Ramovic ajivunia ubingwa wa Yanga. Fadu Yanga wana timu nzuri na wanajituma. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kurasa wa michezo. Lakini gazeti la Uhuru linaandika e, waziri mkuu e, Majaliwa aipongeza Yanga. E, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa aipongeza Yanga. Siri ya Yanga kuitungua Simba ya Voja. Kocha Simba kufumua kikosi. Hiyo habari kwenye gazeti la Uhuru. Lakini kimataifa Arsenal ya NASA Mbadala wa patei. Lakini Zanzibar leo gazeti lako linaandika NBC ya hidi makubwa ligi kuu. Shabiki wa Yanga afariki akiangalia dabi ya Kariako e, huo ni msiba mzito. Lakini TPLB yajivunia mafanikio msimu 2024-2025. Lakini tamasha la Kizimkazi kunogeshwa zaidi. E, tamasha la Kizimkazi kunogeshwa zaidi, ilo ni la gazeti lako la Zanzibar leo. Lakini tuangazie sasa kwenye gazeti la habari leo lenye linaandika Miludi apongeza juhudi Fadua jivunia msingi, lakini Majaliwa azimwagia sifa Yanga na simba. Lakini kuna habari inayosema Alikiba watia moyo mashabiki wa Simba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo kurasa wa michezo, lakini tuangazie gazeti lako la Mwanaspoti lenye linaandika Simba inavyopunguza utamu wa dabi, lakini uchaguzi TFF mtego upo hapa na mambo saba dabi ya Kariakoo yabainishwa kwenye gazeti la Mwanaspoti. Lakini Masta Yanga wanu, wavuna shilingi e, bilioni 1.8. Pakome hawa utata wamalizwa. Lakini JKT Yudizim, outside e, kumewakuta na liver yajitosa vita ya Arsenal na Man United. Hiyo ni habari kwenye gazeti laku la Mwanaspoti kurasa wa mbele e, lakini habari kubwa kwenye gazeti la michezo hili la Mwanaspoti ni mambo saba dabi ya Kariakoo ya orodheshwa kwenye gazeti la Mwanaspoti. Lakini tukiangazia sasa kwenye gazeti lako, e, gazeti lako la Nipashe e, kwenye kurasa wa michezo e, ingii natuandikia habari inayosema serikali yazipongeza Simba Yanga Stars, lakini Fadu aipigia ya saluti Yanga, asema nyota wao wanahimili mechi kubwa. auyo ni miludi anika i habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kimataifa, Ronaldo kuongeza mkataba Al Nasri. E, Ronaldo kuongeza mkataba miaka miwili na kulipa vitita cha fedha Al Nasri. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa michezo ya magazeti kwa ya leo. Yako kwa habari kwa asubuhi leo yako habari na gazeti lako la Nipashe kwenye mwema na wa asubuhi njema